Kwa majina naitwa Abubakari Mzee Abushiri, afisa lishe kutoka hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila. Napenda niongelee kuhusu uzito kama chanzo kimojawapo cha magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Tunavyosema uzito mkubwa, tunamaanisha nini? O, shirika la afya duniani walivyoelezea uzito mkubwa, ni uwiano usio sawa wa urefu na uzito kwa watu wazima huo uwiano wa uzito na urefu kitaalamu tunaita BMI, body mass index, ambao huwa inafanywa hesabu kuchukua uzito unagawanya kwa mita square za urefu wako. Sasa uzito hizo hiyo BMI inapokuwa imezidi ishirini na tano, tunasema huyo mtu ana uzito uliozidi, na pale BMI itakapozidi zaidi ya thelathini tunasema huyo mtu ana uzito ulio kithiri yani obesity. Sababu za, za, za uzito uliozidi au uzito uliokithiri zinaweza zikawa ni nyingi, lakini tunaweza tukazielezea chache. Moja ya sababu kubwa ni uwiano mbaya au uwiano usio sahihi wa nishati lishe inayotumik, inayotumik, inayotumika inayoingia katika mwili kupitia chakula na inayotolewa, inayotumika na mwili kupitia mishuguliko ya mwili yani physical activity, mishughuliko ya mwili. Sasa vyanzo vya uwiano usio sahihi wa wanishatilishe ni vingi, ikiwemo ulaji usio sahihi. Kwa mfano, matumizi makubwa ya vinywaji na vyakula vyenye sukari nyingi, pia matumizi ya vyakula zenye mafuta mengi pamoja na, na vitu kama hivyo. Hiyo ni moja factor ki, chanzo kimoja hapo. Chanzo kingine ni kutofanya mazoezi kama nilivyoelezea mwanzo. Tunavyokula hivi vyakula vyakula huwa vina, vinatoa nishatilishe sasa. Ile nishatilishe inatakiwa mwili uutumie uitumie na iishe itakavyobaki, ile itakavyobaki nyingine inabadilishwa kuwa mafuta na inahifadhiwa katika mwili, hapo ndipo mwili unaongezeka na uzito pia unaongezeka. Kwa sasa tunavyosema kufanya mazoezi ina maana tunahakikisha tunaushughulisha mwili kiasi cha kwamba ile nishatilishi ambayo tumeiingiza inatumika yote bila kuacha mabaki. Kingine cha tatu kinachosababisha uzito uliozidi ni kurithi, taalamu wanaita genetics. Mtu anaweza akazaliwa aka akiwa amerithi jinsi au vinasaba vya uzito mkubwa kutoka kwa wazazi wake, mwisho wa siku na yeye anakuja, inakuwa ni chanzo kimojawapo cha kuwa na uzito mkubwa au uzito uliozidi. Kingine vingine ni, ni vidogo vidogo, lakini vinaingiliana hapo. Kwa mfano, ukiangalia kama umri, mtu unavyozidi kuwa mkubwa, ina maana ile mishughuliko ya mwili au kitaalamu tunaita metabolism zinapungua zinavyozidi kupungua, na kila siku tunakula, automatically unajikuta umeingia kwenye uzito mkubwa. Hivyo ni vyanzo vichache katika vyanzo vya, vinavyosababisha uzito kuwa mkubwa. Tuangalie madhara. Moja ya madhara ya uzito mkubwa ni magonjwa yasiyo ya kuambukiza, ambayo yapo ni mengi tu. Kwa mfano, kuna magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya, ya presha kupanda na kushuka shinikizo la damu I mean. Kuna magonjwa ya mfumo wa, wa, wa, wa mifupa na mengine mengi. Sasa nini tufanye ili tuje kuepuka kue kuwa na uzito uliozidi? Mojawapo ni kula mlo ulio sahihi, kula mlo ulio sahihi kwa maana ya kwamba kupunguza vyakula vyenye wanga mwingi, kupunguza vyakula vyenye mafuta mengi, lakini tu kuhakikisha unapata mlo ulio kamili tunaita balanced diet. Kingine ni kufanya mazoezi. Kufanya mazoezi inamaanisha sio lazima tu kwamba lazima uende gym au fanye nini, lakini ni kushughulisha mwili tu, kuhakikisha kile chakula ulichokiingiza kinatumika na mwili bila kubaki. Kingine ni kuwa na maisha, mtindo mzuri wa maisha, kwa mfano kupata usingizi wa kutosha ta. Kingine kupata ushauri zaidi wakitaalam wa lishe kuhusu uzito, kutoka kwa wataalamu wa lishe. Kwa mfano hapa kwetu Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila kuna kitengo cha lishe na kuna kliniki ya lishe ambayo inafanyika kila siku za wiki, kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa tisa jioni.